Hayawi hayawi mwisho huwa na, ukiona giza linapozidi kutanda, fahamu kuwa kuna karibia kukucha. Hatimaye kile kilichokuwa kili simulizi mkoani Mtwara sasa ni halisia. Mradi huu umeanza rasmi kusemwa miaka mingi sana, yametajwa sana kwenye magazeti. Mimi nilikuwa nasema kwenye magazeti kwa sababu havikuonyesha viashiria lakini mama samia suluhu Hassan mheshimiwa rais huyu wa jamhuri ya muungano wa tanzania ambao ni mama yeye amefanya vizuri kwa kuthubutu kutuingizia bilioni thelathini na nane wanapokuwa kwenye majukwaa kama diwani na waambia bilioni thelathini na nane kama unaziunganisha hizo fedha kwa kamba zinaweza kufika singida ni hapa wilayani na nyumbo katika mji wa mangaka ambako mradi mkubwa wa maji wa miji ishirini na nane unaenda kukamilika Mradi huu mpaka sasa umefika asilimia sabini na nane ya ujenzi wake. Vitu ambavyo vimebaki ni vitu vichache sana. Moja, tumebaki kwanza kufunga pampu, ambako pampu tayari zimeshaanza kufika na pampu nyingine zitafika muda sio mrefu. Kuanzia mwezi unaokuja tutaanza kufunga pampu. Maana tukifunga pampu, maana tutaweza kuchukua maji kuyatoa hapa kufia kwenye, kwenye plant. Na eneo la plant tayari limeshafika asilimia 85. Tayari imeshaanza kuwa, tayari kuwa na shape ya kuanza kuzalisha maji. Tumezungumza na mkandarasi, tumekaa na consultant, tumekubaliana kwamba wakati huo kazi zinaendelea, tunatarajia itakapofika mwezi wa sita mwishoni tuweze kufanya testing ya mtambo huu, na testing inapofanyika maanake ni kwamba maji yatakuwa yanazalishwa, na maji hayo yatakapoanza kuzalishwa, tutaanza kuyasambazia wananchi kuendelea kupata huduma ya maji. Hapa ninapoongea mimi kama diwani, ndio palipowekwa tenki kubwa la maji. Ninapozungumzia tenki kubwa, ni kubwa kweli kweli inaviashiria vyote kwamba maji yanaenda kukaa pale, ni maji mengi sana. Swali langu la kwanza kwa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka Kiula Makala Kingu ilikuwa ni kutaka kufahamu ni kwa kiwango gani mradi huu utaondoa changamoto kwa wananchi kwenye mji wa Mangaka na almost wilaya nzima hii ya ya Nanyumbu. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji, na hali ya kusambaza maji katika mji wa Mangaka kwa sasa ni asilimia 27 maana yake ni kwamba watu wengi wanapata sources za maji kutoka kwenye visima na kwenye madimbwi mbali mbalimbali, na kutegemea hasa maji ya mvua na mambo yanaponyesha, lakini kukamilika kwa mradi huu utatupelekea kuwa na maji katika eneo la Mangaka kwa asilimia mia moja. Maanake maeneo yote yatapata huduma ya maji. Adam Kweka ni mhandisi mshauri kutoka muunganiko wa makampuni ya GBS Upimac. Na mhandisi hapa tulipo ni package 2 ambayo inahusisha miji miwili, mji wa Kilwa na, na Nyumbu au Mangaka. Katika mradi huu vitu vyote karibu miundombinu yote imefanana, kama kuanzia kwenye intake, mtambo wa kutibu maji na kuchakata maji, una matenki ya kutunzia maji pia una uh, uh, uh, sehemu ya mabomba kwa ajili ya, ya usambazaji maji kwa watu watumiaji wa maji kwa ujumla. Mradi huu na serikali wametenga zaidi ya bilioni tisini, ambao utekelezaji wake kwa sasa unaendelea vizuri na unategemewa una kukamilika tarehe kumi Septemba mwaka huu ishirini ishirini na tano, kwa mujibu wa mkataba uliosainiwa na kati ya mkandarasi na serikali. Mwisho kabisa, nilihitimisha mazungumzo yangu na wananchi wa wilaya ya Nanyumbu. Pilikapilika zinazoendelea na kushughulikia maji ya Ruvuma ni kubwa sana, na pia wale watu ambao wanashughulikia hii taasisi ya maji ya Ruvuma wamefahamu umuhimu wetu wa kupata maji katika wilaya ya Nanyumbu kwani tulikuwa katika hali ngumu sana ya maji na tulikuwa katika hatarishi sana kutumia maji machafu, ila sasa tunapopata tunapopata harakati ya maji ya Ruvuma, kuendelea kufuatilia maji ya Ruvuma, tuna imani kabisa ya maji ya Ruvuma tutatumia. Hivi punde tutaanza kuyapata hayo maji ya Ruvuma. Yani mpaka kufikia leo, diwani alivyotuambia, kuanzia mwezi wa sita haya maji tutaanza, tutaanza kuyatumia mpaka kufika mwezi wa tisa maji yanakamilika. Kwa kweli kijiji cha Sengenya na wilaya ya Nanyumbu tulikuwa tunapata shida sana kulala visimani. Watoto tunaenda nao visimani wanapata mahoma. Kwa kweli Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tunakushukuru sana, hapa kuna maji na uza ya Manawasa na tunamshukuru mama kutuletea mradi wa maji ya Ruvuma, maji baridi, mazuri, matamu tunapenda yaenee mpaka majumbani. Na mimi nakwambia mama huyu ni wa kumwombea siku zote, ni mama kweli mwenye huruma na ni mama ambao wanamtazamu kweli kweli. Nasema hivi kwa sababu maji hapa kuilayani, ukiachia kata ni kwangu, miradi mingi amepeleka pale Likokona, amepeleka Lumesule, amepeleka maeneo ya Maratani kule, amepeleka maji maeneo yale ya Nanyumbu. Kuna maeneo ya Nandete kule karibu na Masasi mjini, mote ametandika maji, na maji sasa hivi kule hali siyo mbaya, ila mradi mkubwa kuliko wote ndio huu ninosema, na mimi nimpongeze mama kwa kufanya msaada mkubwa wa kuleta mradi wa bilioni thelathini na nane. Tunawashukuru wadau wote wanaohusika katika ku, kwenye utekelezaji wa mradi huu ambao mpaka sasa unaendelea vizuri na tunategemea tutaendelea na na juhudi hizi hizi tuhakikishe tumemaliza kwa muda uliopangwa. Maji kutoka Ruvuma. Asante Mama Samia kwa kutuletea maji matamu kutoka Ruvuma. Maji mwaa mwaa.